Unajua, kuna wakati mwingine, sasa hivi tunaweza kuwa tunasukuma malezi kwamba nani akulelee mtoto wako ufanye nini, lakini kumbe sisi tunao wajibu wa kuwalea watoto wetu. Kwa hiyo tunapoona ulimwengu umechanganyikiwa malezi, tunaanza kusukumiana kwamba walee wa, wa mwanaume alei. Eti tumekubaliana Asifiwe. Mwanaume ni sheria, fimbo tandika, lakini akitokea mtu mbaya, tunarudi tu kwamba haya malezi ni ya nani? Ya mama yako. Ndio maana Bibilia ikasema vizuri sama, unatuonea, Bibilia ikasema vizuri sana, mtoto aliye mzuri ni wa nani? na yule mpumbavu, bibilia nasema ni wanange wow. Sisi atulei matoto mapumbavu, ni ya mzigo wa mama yake, kwa sababu akusema nayo vizuri tangu tumboni. Ungemwambia tangu tumboni kwamba mwanangu, ukija duniani uishi maisha malio matakatifu, uendelee kumtukuza Bwana. Kakizaliwa hapa kanapiga vigeregere. Baba atampa maneno mengine, lakini mtoto anaanza na wewe mama, toka akiwa tumboni. Na ninawasii akina mama, unapokuwa na mimba, ongea na mtoto wako akiwa tumboni. Mtoto wako anatii maneno yako akiwa tumboni. Ukiwa na maneno machafu kwenye kinywa chako, jua na mtoto wako yatatoka hayo hayo. Ukiwa na maneno mazuri, jua na mtoto wako atatoka na hayo hayo. Bwana Yesu asifiwe. Akina mama, tumeongwa jinsi ya ajabu. Akina mama tunakuwa jinsi ya ajabu. Ni jinsi gani tuenende tusimame na Mungu. Hii siku ya wanawake ina umuhimu kwetu, kwa sababu tunajifunza mengi tukikutana. Wanawake pamoja tunajifunza mengi, tunaelimishana kuhusu namna ya kuishi katika jamii. Tunaweza kujua jinsi gani ya kutunza familia, kama tunaelekea kwenye nanilia wa mama sisi mabinti tunajifunza mengi kwe, kama katika kanisa tunajifunza jinsi ya kushiriki kanisa, kwenye shughuli za kanisani, jinsi ya kujihusisha na kazi mbalimbali mbali kwenye jamii na taifa kwa ujumla.